Maswali matatu kwa leo. Swali la kwanza: Je, Mungu ana mpango gani kwetu sisi wanadamu? Swali la pili: kwa nini mwanadamu ana hamu ya Mungu? Na swali la tatu: inawezekanaje kumfahamu Mungu kutumia sababu za kibinadamu? Hayo ndiyo maswali ya tatu ya kwanza katika katekisimu ile fupi, ama tuite compendium ya katekisimu ya kanisa ya ka, Katoliki. Lakini kwanza tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzijaze roho za waumini wako, uwatie mapendo yako. Peleka Roho wako, na vitaumbwa upya, na nchi itageuka. Tuombe. Mungu Baba yetu, shusha mapaji ya Roho wako Mtakatifu duniani kote Twaomba huyu Roho azidi kuifanya kazi ulimwenguni kupitia nyoyo za wote wanaokuamini kwa njia ya Yesu Kristu, Bwana wetu. Amina. E Bwana wangu, utaufungua mdomo wangu na kinywa changu kitanena sifa zako. E Mungu, kumbuka kunisaidia. E Bwana, unisaidie hima. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Kwa hiyo tumeona maswali ya tatu, maswali matatu samahani, ambayo tutayazingatia leo. Alafu mambo mawili nitaje, mambo mawili kwa haraka sana kabla tuendelee. Jambo la kwanza ni kwamba nimeona kwamba hii katekisimu fupi, mbali na kutumia Biblia ama kutumia maandiko matakatifu mbali na kutumia misemo ya mababu ama mitume wale wa kwanza waliokuwa wanaelimisha watu kuhusu Injili ya Kristo Bwana wetu, mbali na kutoa ushauri mwingi kutokana na mapapa na maaskofu, inatumia pia picha takatifu. Kwa mfano, kwa leo nimeweka picha hapa chini. Um, sioni picha hiyo hapo lakini iangalie, itazame hapo chini, nimebandika picha ambayo inaitwa picha ya Kristo Pantocrator, ja, neno, neno linalomaanisha kwamba Kristo ni mtawala wa vyote. Ikone hii tuite ikone kutokana na neno la tuseme Kiingereza icon, ama picha, michoro takatifu ambayo ilichorwa picha hii picha hii ya Pantokrator ilichorwa karne ya kumi na sita ama mwaka wa elfu moja mia tano na arobaini na sita yaani miaka miaka mia nne na sabini na tisa iliyopita. Ikone hii inaonyesha ilichorwa kuonyesha kung'aa kwa ubinadamu wa Kristu pamoja na utukufu wa umungu wake. Kwa njia gani? Mchoraji wa hii picha anaonyesha Kristu kama amevaa joho ama kanzu nyekundu na vazi lingine la juu ambalo ni la rangi ya samawati. Rangi hizi mbili zinaashiria umungu wa Kristo na ubinadamu wa Kristo. Kwa nini tutumie michoro? Hapo awali, kabla ya kupata namna ya kutafsiri maandiko katika lugha mbalimbali, waliokuwa wanaeneza Ukristo walitumia picha hasa kuonyesha kwa picha yaliyojiri katika Biblia. Kwa mfano niseme, mfano aa, anataka kuwaelimisha watu kuhusu Abrahamu alivyochukua kuni akaenda na mwanaye Isaka. Akijaribu kutumia maneno, pengine angeonyesha picha kamili kama vile ingewezekana kama angeichora picha hiyo. Kwa hiyo ukapata michoro na wakati mwingi mchoro unaweza kuwa unaonyesha hadithi fulani katika Biblia, lakini wakati mwingine yule anayechora anataka kuonyesha mambo ya kindani. Kwa mfano, yule ambaye ameichora picha hii ya Kristo Pantokrator anaonyesha sana sana kwamba Kristu ni Mungu kweli na ni mtu kweli pia. Stola ya dhahabu unajua wale mapadri huwa wanavaa ile stola. Ukiona yule ameivalia ile stola, unajua kweli huyo ni kasisi, huyo ni padri. Lakini stola ya, ya Kristu katika mchoro huu ni ya rangi ya dhahabu, ambayo inaonyesha ukuhani wa milele wa Kristu. Maandishi ya Kigiriki pia yanaonekana hapo, ambayo yanaonyesha maneno yanayosema ndiye aliye ama amhu am na unakumbuka vyema kwamba haya ndiyo maneno ambayo uh, Mungu Baba alimweleza Musa. Hili ndilo jina ambalo Mungu Baba alimpatia Musa alipomuuliza jina lake. Sasa leo nimekupatia kazi ya kwanza ya ziada, uende usome zaidi kuhusu mchoro huu wa Kristo Pantocrator. Naam, sasa turudie yale maswali ambayo tumesema tutayaangalia leo. Maswali ya kwanza matatu ya katekisimu ya ufupisho makini. Na hilo ndilo swali la kwanza. Je, Mungu ana mpango gani kwetu sisi wanadamu? Nikukumbusha haraka kwamba madhumuni ama nia ya makala hayo ambayo ninayatoa kila Jumamosi ni kuangalia katekisimu kweli imani yetu inatufundisha nini? Alafu tunajaribu mwishowe tunajaribu kuambatanisha mafundisho haya na maisha ya kila siku. Na kweli tunaweza kujiuliza hilo swali, Mungu ana mpango gani? Nayo katekisimu inatueleza kwamba Mungu mtukufu na mkamilifu, kutokana na mpango wa wema wake, alituumba bila kushurutishwa, kutumia uhuru wake mtukufu ili tushirikiane naye katika maisha yake matakatifu. Wakati ulipotumia, ulipotimia Mungu Baba alimtuma mwanawe na Mwokozi na Mkombozi wetu akawa mwanadamu ili atukomboe ili atuokoe kutokana na dhambi. Kwa hiyo anatuita sote kwenye kanisa lake na kutufanya watoto wake katika Roho Mtakatifu. Kwa ufupi, katekisimu inatuambia Mungu anataka tuwe warithi wa furaha yake ya milele. Hiyo ndio ufupi wa Katekisimu, kwamba sisi sio watu ambao... unajua, wakati mwingine mtu anaweza angalia maisha yake anadhani e, Mungu mwenyewe amenisahau, watu wamenisahau na kadhalika. La hasha, Mungu ana mpango na sisi, na mpango wake ni kwamba tumjue, kisha mwishowe tuishi naye. Katekisimu ya hapo zamani ilikuwa inauliza mwanzoni swali hilo: Je, nani alikuumba? Mungu ndiye aliniumba. Je, kwa nini Mungu alikuumba? Mungu aliniumba ili nimpende, ni nimtii, ni nimwabudu, niishi naye. Sidhani nimetumia maneno haswa. Niishi naye hapa na niishi naye mbinguni, uh, milele. Kwa hiyo hilo ndilo swali muhimu sana ambalo linatanguliza katekisimu fupi. Alafu swali la pili na la tatu linaingia katika chapta mpya, ama tuite mlango mpya, na swali la pili ndilo hilo: kwa nini mwanadamu ana hamu ya Mungu? Nao katekisimu inajibu, Mungu mwenyewe, kwa kumuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe, ameiandika hamu ya kutaka kumuona kwenye mioyo yetu. Hata tunapopuuza hamu hiyo, Mungu haachi kutuvuta kwake kwa sababu tunaweza kupata ukweli na furaha kamili ndani yake. Kwa hiyo, hali halisi ya mwanadamu, hali yetu halisi, inatuwezesha kuingia katika uhusiano na Mungu. Kwa hiyo, tunaweza sema, niingize maneno yangu mwenyewe, kwamba mwanadamu kwa kweli ni kiumbe cha kiroho. Hatuwezi sema kwamba a, a, nyinyi nyote endeleeni, nyinyi ni viumbe vya kiroho, lakini mimi si kiumbe cha kiroho. Sisi wote ni viumbe vya kiroho. Kwa hiyo hadhi ya mwanadamu ama tuiite dignity, hadhi ya mwanadamu yeyote inatokana na ukweli kwamba ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na maelezo mafupi hapo, tumeangalia swali la kwanza, je, mpango wa Mungu kwetu ni upi? Kwamba Mungu ana mpango ili tumfahamu yeye na hatimaye tuishi naye. Nalo hili swali la pili, mbona wakati mwingi mtu anapata kwamba ana ile hamu ya Mungu, pengine awezi tumia neno hamu. Uh, hivi karibuni nakumbuka katika mtandao wa X Twitter kuna mwandishi mmoja maarufu sana uh, wa Kiingereza wa Uingereza alisema kwamba uh, anataka mtu amsaidie kujibu ama kujaza pengo alilo nalo la Mungu ndani ya roho yake. Na kweli ukapata kweli, amejileta chini, akaona ni kweli sote wanadamu tuna hilo pengo, tuna hilo shimo, ambalo tuliite shimo ambalo Mungu mwenyewe ndiye anaweza uh, kulijaza. Tuna hamu ambayo, ama tuite kiu ambayo Mungu mwenyewe ndiye anayeweza kuitosheleza kwa hiyo hamu hiyo aliiweka alipokuwa anatuumba. Kwa sababu zisizoeleweka Mungu anataka tuwe na uhusiano naye. Kwa hiyo hilo ndilo swali la pili, na swali la tatu, inawezekanaje kumfahamu Mungu kwa kutumia sababu za kibinadamu? Baadaye tutaangalia sababu nyingi, tutaangalia sababu za kibiblia, tutaangalia hata sababu za kisayansi lakini tunaangalia sasa kwa kutumia fikira za kibinadamu ama sababu za kibinadamu. Unapoangalia maumbile, uangalie maumbile yoyote yale, hata ukiangalia mawio ya jua asubuhi na machweo ya jua, ama uangalie ua, mvua inaponyesha, wakati mwingine wengi wanaopenda kutazama ndege. Ukiangalia maumbile peke yake bila kuambiwa na mtu awaye yote utapata kwamba kweli unaweza kuamua kuna kiumbe ama hatuwezi muita Mungu kiumbe, kuna uwepo ambao umeanzilisha uzuri huu. Hilo ni jambo la kwanza, kuangalia maumbile, hmm, ama tuseme creation. Sehemu ya pili ni kwamba ukiangalia jinsi mwanadamu alivyoumbwa, ukiangalia uajabu jinsi mwanadamu alivyo kiumbe ajabu. Unaweza kuashiria kwamba kuna uwepo ambao ulitanguliza uwepo huo wa mwanadamu, ama kuna uwepo ambao ulimuumba mwanadamu. Niwapatie ni mfano mfupi, mdogo kabisa, kwamba wanasema tunaweza kusoma jicho la mwanadamu, kushangaa jinsi jicho la mwanadamu linavyoweza, lina kutazama ama macho ya mwanadamu yanavyoweza kuchukua picha kama ni za mimea ama ni za rangi za nini na kutuwezesha kufahamu kile ambacho tunachokitazama, lakini hakuna mwanadamu duniani ambaye ameweza kuumba jicho la mwanadamu. Tunaweza kuumba kutengeneza ama tuseme kuunda jahazi, gari, nyumba lakini hakuna mtu mmoja amesema kwamba o oh, nimeweza kuumba jicho la mwanadamu. Kwa hiyo kwa kuangalia uajabu wa binadamu na pia kuangalia maumbile, kweli mtu anaweza kusema kuna uwepo ambao hatuwezi kamili kusema tutauelewa, lakini kuna uwepo ambao umesababisha uwepo wetu, kuna uwepo ambao umetuumba naye huyo ndiye Mungu mwenyewe. Kwa leo hayo ndio maswali matatu. Sitaongeza maelezo mengine. Tunaweza sema kwa ufupi kwamba Mungu ndiye anayetuita kwake, sio sisi ambaye, ambao tunamtafuta. Ndiye anayetuvuta kwake, hata kama wakati mwingine tunasema sitaki kusikiza, ninavutwa na nini. Mungu mwenyewe ndiye anaye anayetuvuta kwake. Katekisimu inatukumbusha hivyo. Kwa hiyo kazi ya ziada ya kwanza niliyokupatia ni kwamba utafute picha ya Kristo Pantocrator kwenye mtandao na ujifunze mengi kuhusu ikone hiyo. Alafu kazi ya pili ni kwamba uende usome waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura ya kwanza mlango wa nne hadi wa tano na pia wa tisa na sura ya pili mstari wa kumi na nane na pia usome waraka wa pili wa mtume Petro mlango wa kwanza mstari wa nne. Kwa hiyo usome wa Efeso sura ya kwanza mstari wa nne hadi wa tano, kisha mstari wa tisa na, mstari, na mlango wa pili mstari wa kumi na nane na pia waraka wa pili wa mtume Petro mlango wa kwanza mstari wa nne. Ni hayo tu kwa leo. Ni mimi wenu, Mama wa Katekesi, mkatoliki mlei mwenzako anayependa kuijadili na kuishirikisha imani yake. Mungu akubariki. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tutaonana Jumamosi ijayo. Kwa heri.